Kipindi cha elimu ya mpiga kura hii leo kiko mtaani na hapa ni katika shule ya Ali Hassan Mwinyi ambayo iko jijini Dar es Salaam, Magomeni. Uh, walengwa hapa ni walimu na wanafunzi ambao tayari wameshafikisha umri wa kupiga kura, lakini taasisi ambayo imepewa dhamana ya kutoa elimu hapa leo ni Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, ambao wako hapa kutoa elimu hiyo kwa wanafunzi hao. Kutana nasi basi, tuende wote kujifunza kuhusu nini cha kufanya na nini usifanye siku ya kupiga kura. Karibu. Vituo vya kupiga kura vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi na kufungwa saa kumi kamili alasiri kwa upande wa Tanzania bara, lakini kwa upande wa magereza Tanzania bara, hukuna magereza, vituo vya kupigia kura vitafunguliwa saa mbili kamili asubuhi na kufungwa saa tisa kamili alasiri. Kwa hiyo watu walio katika maeneo yote na waliokuwa na sifa hizo wote tutapewa fursa ya kuweza kupiga kura siku ya siku. Kuna taratibu ambazo wote tutatakiwa kuzizingatia, lakini naomba niende katika mambo muhimu ya kuzingatia siku hiyo ya kupiga kura. La kwanza, mpiga kura anatakiwa kufika kituoni kwa muda uliotangazwa na tume akiwa na kadi yake ya mpiga kura na kujipanga kwenye mstari. Kwa hivyo ustaarabu utakuwa ni kujipanga kwenye mstari. Muda uliopangwa na tume ukiisha, hakuna mtu mwingine yeyote atakayeruhusiwa kupiga kura. Kama muda ukiisha na wapiga kura bado wapo kwenye mstari, mlinzi wa kituo atasimama nyuma ya mtu wa mwisho mpaka wote wamalize kupiga kura. Tatu, siku ya uchaguzi mpiga kura hatakiwi kutumia ishara au kuvaa nguo zenye rangi inayoashiria itikadi ya chama chochote cha siasa. Namba nne, mpiga kura awapo kituoni, anatakiwa kutoa kipaumbele kwa watu wafuatao: wazee wagonjwa, watu wenye ulemavu, akina mama wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga. Hawa watapewa kipaumbele. Namba tano, endapo mpiga kura hatoona jina lake katika orodha ya wapiga kura kituoni, anatakiwa amuulize karani mwongozaji ili amsaidie kumwonyesha kituo chake cha kupigia kura. Mpiga kura akimaliza kupiga kura, hatakiwi kubaki kituoni. Na mwisho katika kipengele hiki, mpiga kura anatakiwa kutunza kadi yake, ili aweze kutumia kupiga kura katika chaguzi zijazo hutapaswa kumpa mtu yeyote kadi yako ya kupigia kura. Kuna watu watasafiri, pengine wakapata dharura, wakawa nje ya kituo chake alichojiandikishia kupiga kura. Mtu wa namna hiyo atafanyaje? Atapoteza haki yake ya kupiga kura? Hapana, tume imetoa utaratibu wa watu watakuwa uh, watakaokutwa ama wako safarini tofauti na vituo vyao vya kupigia kura. Tume itatoa tangazo la kuwaalika wapiga kura wenye sifa na wanaokusudia kupiga kura ya kumchagua rais katika vituo tofauti na walivyojiandikisha walivyojiandikisha. Na pili, wapiga kura wanaotarajia kupiga kura wanapaswa kuwasilisha maombi ndani ya siku kumi na nne tangu kutolewa kwa tangazo wakieleza sababu za kupiga kura tofauti na kituo walichojiandikisha. Hao watakaoruhusiwa kwenda kupata kibali kama watakuwa safarini, ni kwa kura ya rais tu, sio ya wabunge wala da, diwani. Lakini vilevile vile, maelezo haya yanapatikana katika tovuti ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.